Katika hali ambayo sio ya kawaida, wimbo wa Rayvanny na Nesanesa akimshirikisha Diamond Platnumz umerudi tena kwenye trend na unafanya vizuri, pengine hata ulivyokuwa umetoka eh, tarehe 6 mwezi Disemba mwaka jana 2024, yani yaani sasa hivi una trend duniani kama umetoka juzi. Can you imagine? Ni kitu ambacho sio cha kawaida sana kiukweli. Ngoma inatoka alafu inakaa muda fulani, kama iko kimya, baadaye inakuja kurudi tena kwenye trend na ina trend karibia nchi nyingi sana duniani. So hapa nimekuwekea tu uone namna ambavyo, hizi ni video kutoka katika mataifa mbalimbali mbali na asilimia kubwa hawa ni watu ambao sio kutokea Afrika, ni mataifa nje ya Afrika, wakiwa wana uh, dance ngoma hii Nesa Nesa ya Ray Vanny, na imekuwa ni kitu ambacho kiukweli kimeshangaza watu wengi. So S2kizzy alichokifanya, uh, ameshare baadhi ya video kwenye page ya, uh, yake ya Instagram kwa sababu yeye ndo producer wa hii ngoma, alafu akaandika I don't give a f, sijawahi kuona kama mimi, hakuna producer aliowahi kufanya global hit, uh, and international penetration songs kama mimi. Dead or Alive Nobody, nobody, nobody in all generations since muziki uanze East Africa, sio Kenya, sio Uganda, sio Burundi, sio Rwanda eh, wala sio Tanzania. I am him, tumewapa nyingine hiyo Nesa Nesa. Big shout out to Rayvanny, Diamond Platnumz for always delivering blessings. Ameweka emoji za moto eh, alafu ameandika eh, to my beats so Anachokimaanisha hapa S2kizzy ni kwamba hajali nani atasema nini, ila hajawahi kuona tangu industry ya muziki wa Afrika Mashariki ianze producer kama yeye, ambaye mwenye uwezo wa kutengeneza ngoma zilizoweza kupenywa kimataifa na kuwa hit songs, iwe ni amekufa ama ni mzima yani, hakujawahi kuwa na producer dead or alive zaidi yake ambaye ameweza kutengeneza ngoma zilizofika mbali kiasi hiki. Kiukweli, S2kizzy anatakiwa kupewa maua yake. Ametengeneza hit songs nyingi sana ambazo zimeweza kupenya kwenye mataifa mengi duniani like, he's a hit maker, au sio? Na ukiangalia pia Nesa Nesa kama ambavyo nimekwambia, ni ngoma ambayo inakaribia miezi minne sasa hivi tangu itoke, lakini imagine, imetoka tarehe sita Desemba mwaka jana na ikafanya vizuri ilivotoka Januari, Februari, hapa mambo yakabadilika kidogo, mwezi wa pili, mwezi wa wapendanao ule e, kuamkia mwezi wa tatu, and then boom, tukiwa tunakaribia kuingia mwezi wa nne, ngoma hii imerudi tena kwenye ramani na inafanya vizuri sana. Sasa hivi ukienda TikTok na kwenye mitandao yote ambayo wanafanya hizi dance challenge Instagram, pia ngoma hii inafanya vizuri sana na kiukweli sio tu Afrika, nje ya mipaka ya Afrika. So shout out kwa Vivian Boy, Diamond Platinum, lakini pia S2kizzy kwa kuweza kuja na hii masterpiece ambayo sasa hivi nafikiri inamrudisha tena Rayvanny kwenye ramani, ya kuanza kufikiria kupumzika. Kama alikuwa anapanga kutoa wimbo mwingine mpya, basi pengine kuna haja ya kuipa muda hii ngoma eh, kwa sababu imerudi kwenye chat na inafanya vizuri sana. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo, una vibe Nesa Nesa ukiwa wapi? ta enjoy sana kusoma koment yako, ni kukumbushe pia kusubscribe SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.